Naona kwamba kuna vitu vingi sana nataka tuvijadili. Sasa ni kuhusu sanaa yako, sasa tunataka tujue sanaa yako wewe, kwanza umeanza lini? Alafu na kingine katika sanaa yako ambayo unaoifanya, je, unasapotiwa na familia yako au la? Mm, kabla yote tuanze kujitambulisha, watu wajue unaitwa nani? Mimi kwa majina nilopewa na wazazi wangu naitwa Mnada John ni Pascal. Ni mzaliwa Sumbanga, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Rukwa. Nasikia kwamba simba wangu kuna wachawi sana. Je, ni kweli hilo? Hapana. Hapana. Mm. Mm, sana yako wewe kwanza imeanzia wapi? Mm, sana yangu imeanzia huku kuilinga ila maeneo ya kule Lupeme yani. Lupeme. Mm. Wewe unaitwa Lupeme. Lupeme. Yeah. Iko sehemu gani Lupeme? Sawala. Sawala. Kuna fani hivi ya kwenda maeneo fani hivi inaitwa Rungwa huko. Kwa mfano sasa, mtu anataka kujua ametoka mkoani huko. Amesema ametoka Dar es Salaam au ametoka Mbeya, sasa anataka kuijua ile hiyo eneo. Unaweza kumwelekeza hivi. Mbona huli chakula, ni mapambo mm? Haya. Hmm? Endelea kula ushibe. Kula kula ushibe. Eh, huku tunaendelea. Sasa mtu ametoka Dar es Salaam anataka kujua hicho kijiji chenu. Mwelekeze vizuri. Okay, sawa, naona msanii wangu anashindwa kujieleza na anaonekana ni mpolepole sana , tuendelee. Je, katika sanaa yako unasapotiwa na familia au ni wewe mwenyewe tu ambaye umeamua tu kufanya lolote na liwe? Nasapotiwa na familia. Nasapotiwa na familia yako. Okay. Mm, kwenye hii sanaa ambayo umeichagua wewe, wewe umeona nini mpaka ukaamua kufanya hii sanaa? Uh, sanaa ni kitu ambacho nakipenda. Nakipenda. Yaani, wewe unapenda? Ni kipaji. Nakipa. Yeah. Mm -hmm. Kwanza, una mchumba? Hapana. Unaonekana mwanamke mzuri ili uweze kufanya sanaa yako. <laughs> Bwana ana mchumba bwana, kwa yote anaona anamfaa, dada yupo, dada ana macho mazuri, amevaa kimdoli eh? Yuko vizuri. <laughs> Ni kitu gani ambacho wewe kinachokusababisha kwamba uvutike zaidi na zaidi kufanya sanaa ya maigizo, wakati kuna sanaa nyingi, kuna sanaa ya uimbaji, ya uchoraji, yani sanaa ziko tofauti tofauti. Kwanza kiufupi, mimi napenda kuigiza yani ni, ni, ni sanaa ambayo naipenda, napenda sanaa ndio. Unawaambia nini mashabiki zako ambao wanataka kukupokea hivi sasa, kwa sababu ndio unaanza sanaa na hauna muda mrefu sana? Hapa tulipo kwenye Mhehe tv tunaangaliwa na sehemu mbalimbali, kuna marafiki zangu wako China. Kuna marafiki zangu wako Japani, kuna marafiki zangu wako wako sehemu mbalimbali ya nchi hii, unawaambia nini ambao wanawe-. Yaani, unawaambia nini na unawaahidi nini? Uh, wazidi kuni sapoti, wazidi kuni sapoti, kwa sababu bila sapoti yao mimi si kitu. Nadhani mmemwona msanii wetu kwa majina, amejitambulisha na anatokea mkoa wa Simbawanga. Hicho ndio nilichoshika mimi, na ni mpole mpole. Sasa kwenye upolei kweli, kwenye kuigiza unaweza kweli? Mbona kama uh, unatudania unatudanganya hivi, unaweza naomba uniigizie kidogo hapa hapa, nione hii, mashabiki mashabiki zako ambao wapi, ambao wanaanza kukutazama waone, da kweli huyu ana kipaji hapa, yeyote Hivi nimekosea nini? Mdi, kumbe anaweza bwana. Umeona eh, msanii wetu anaweza. Kwenye mwonekano wa kawaida, ana- anaonekana kama ni mpole, sijui ndivyo alivyo au tuseme tu kwa sababu yuko ugenini hapa. Tunashukuru sana kwa support yako, na kitu cha mwisho ambacho tunataka sisi mashabiki ambayo tunakutazama, unatuahidi nini kwenye tasnia hii ambayo umeingia kutu, kutupa sisi vitu Uh, nachoahidi wajiandae mjiandae tu kupokea kitu kizuri kutoka kwangu kwa sababu najiamini naweza kufanya vizuri zaidi. Eh, bwana msanii amesema yeye anawaahidi atafanya vitu vizuri sana. Ni hawa wasanii wapya tunawatambulisha. Tunaomba muwapokee kwa mapungufu yao yoyote yale ambayo mnaona yapo. Tunaomba mtupe maoni yenu, tufanye nini kama walimu na kitu gani tuboreshe, ili wa wasanii wakubwa sana. Mimi sina la ziada la kuzungumza maneno mengi zaidi, ila na wasanii wengine ambao nataka niwatambulishe hapa, mje muwaone na muwapokee vizuri kabisa, asante